Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, ayuhal ikhwat fillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni kweli nimealikwa maulidi haya na wenyeji wangu lakini nikaambia, saa nne natakiwa airport, mimi nitakuwaje? Niko hapa, baadhi ya wenzangu wanipigia simu, si tumeshafika huku. Lakini kwa kuwa tuko kwenye jambo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapana shaka watatusubiri, maanake safari kuondoka hapo ni kati ya saa saba saa nane Labda iwe kuna upendeleo fulani watakawa tukimbie wengine wa basi labda ndo watatukimbia, lakini nafkiri watatusubiri. Tumtaje mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni nani mtume Muhammadi? Mtume Muhammadi ndio huyo aliyesema Abu Sir kwamba faka nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi, fi, fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan min albahri aw rashfan min adyami. Mtume Muhammad yeye amewashinda mitume wote katika kuumbwa na katika tabia. Mtume Muhammad ameshinda mitume yote. Mtu Mtuwe Muhammadi si twamtegemea, twamtegemea sana. Kuna vita chungu nzima vilivyotokea huko nyuma vya makafiri na Waislamu, lakini kwa kutokana na watu kumfuata Mtuwe Muhammadi wameongoka wamefaulu. Wewe kama unakwenda katika unakwenda Makka kwenda kufanya amali za umra au kwenda kuhiji. Kuna sehemu kule ambayo waislamu walikuwa kidogo, Mtume Muhammad akamwomba Mwenyezi Mungu, sisi tuko kidogo na hawa makafiri wako elfu nane tafanyaje? Sisi na sisi tuko watu mia tatu tu <coughs> Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa kumpenda mtume wake Muhammad akaleta malaika. Ukienda kule Maka kule, na kuna treni siku hizi ime, imeundwa kule kwenda kule ambako maji ya malaika tuwana Mwenyezi Mungu na kupigana kuwasaidia Waislamu wako hapo, umeelewa? Yaani kuna vishindo, pana maji mawe na nini, waliwakusanya hao malaika. Ukienda waambiwa pale walikuwa na malaika, pale palikuwa na malaika kadhaa, lakini malaika piga makafiri wote, na sisi bado sisi Waislamu bado tutategemea kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammadi bado wanasisi. Labda wewe kama huko na, huko na Mtume Muhammad wala huko na Mwenyezi Mungu, lakini kama unaye, sio mambo ya Maka ukoa, hata hapa pia, hata hapa sisi Waislamu tuna Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammadi <coughs> kwa hiyo tuzidini kumpenda Mwenyezi Mungu na kumpenda Mtume Muhammad. Nataka kuelezia jambo dogo tu. Kwanza nimefurahishwa na jambo moja. Mimi nina kama miaka ishirini hivi kufika hapa <coughs> hapa mji huu wa Mwanza nilifika nyuma huko, palikwako Sayyid Muhammad Al-Bidhi kaniambia bwana, njooni huku, msikae tu Tanga kule, njooni muhimize watu kusoma Maulidi, ndipo watakapomwelewa Mtume Muhammadi. Tukamwitika sisi, baadhi ya wenzangu walikuwa wakija kija, mimi nipepigia. Huo ni mwaka wa ishirini ndio unaingia sasa, lakini nimefurahi kuona watu wa Mwanza wako na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nilipokuwa nikija siku, sikuwa, sikuwa naona vijana vijana kama hawa wakamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini haya ni mafanikio, na inshallah nawaomba mzidishe, wazee, mzidishe kumtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo tutakapofaulu sisi <coughs> Mwenyezi Mungu anasemaje?

Yule ambaye anataka mavuno ya akhira basi Mwenyezi Mungu asema twamzidishia, nazidi lahu fi hardhi, tunamzidishia katika mavuno yake. Ukimpenda Mwenyezi Mungu, ukimpenda Mtume Muhammadi, basi Mwenyezi Mungu anakuzidishia katika kule kumpenda Mtume Muhammadi na kumpenda Mwenyezi Mungu, na yule mtu ambaye awe He. Anapenda mavuno ya duniani twampa, twampa yeye, kama vile tunapowapa, tunapowapa makafiri. Makafiri wapewa zaidi kuliko si Waislamu, sijui mwachambua hivyo. He. He. Kwa sababu wao wapenda dunia, kwa hiyo Mwenyezi Mungu anawapa Man kana yuridu harthal harthal dunia nazid lahu fi harthi wa wamankana yuridu harthal akhira basi nazid lahu au nutihi minha nutihi, twampa. Manake yule ambaye anataka mavuno ya akhira basi sisi Mungu so siiasema Mwenyezi Mungu anasema si twampa kama wapata, wataka ma, mavuno ya duniani basi twakupa twa, twa wewe kama vile tunawapa makafiri, lakini huna katika akhira, huna fungu lolote, hupati mathababu yoyote huko akhira, hupati wewe kwa sababu wataka mafungu haya ya duniani tu. Mara umechukua vitu vya watu, mara umekuenda kuua watu wa watu huko. Yale ni mafungu ya duniani tuyaacheni. mafungu ya Akhera, tukitaka mafungu ya akhera basi Mwenyezi Mungu anatupa yote yote. <coughs> na hivi sasa, lazima tuwasomeshe watoto wetu dini ya dini ya Mwenyezi Mungu, lazima tuwasomeshe watoto wetu dini ya Mtume Muhammad au salam, ndipo tutakapofaulu sisi wazee wakiwa wakina mama, wakiwa ni wanaume, tuhakikishe watoto wetu wanasomeshwa Qurani. Yaani haya ninaoyaona mimi, haya ninayaona ya siku mbili tu niliokaa hapa, basi nimeona maendeleo ya vijana. Kwa hiyo, tuwazidishieni, tuwazidishieni kuwasomesha watoto wetu sisi watanga katika labda walobakia ni mimi tu peke yangu, au watu wawili watatu tu katika wanafunzi wa Sheikh Muhammad bin Ayub. Huyu Muhammad huyu ajua zaidi huyu, huyu, huyu huyu Muhammad Awadh huyu, ha Sheikh huyu ajua zaidi, anjua zaidi huyu, unaelewa? Kwa hiyo lakini twasomesha sana tumesomesha sana na twazidi kusomesha sana, na ndio vijana wa Tanga wakaweza sana, ndio vijana wa Tanga wakaweza sana. Maake vijana wa Tanga, mtu akaanza tu hutuba vya basi, wamjua mm, yule kakosea jambo kitu, kitu fulani, yule hadithi kaikosea, yule aya kaikosea. Sasa ni kusomeshwa tu. Waalimu hem, tuzidishieni kusomesha, sawa bwana, tusomesheni Qurani, ndiopo watoto wetu watakapoendelea sana, hawatadhurika na kitu chochote maadamu wasoma Qurani sana. Lakini tukimsahau Mwenyezi Mungu, basi naye atasahau nasullaha fanasiahum, watu wamemsahau Mwenyezi Mungu, naye naye kawasahau, kwa sababu ya kwamba wamemuacha Mwenyezi Mungu amemwacha Mtume Muhammad. Kwa hiyo nalohimiza zaidi mimi ni watu kusoma, mimi ni waache, na maulidi yenu muendelee nayo, lakini kusoma Qur'ani ni muhimu sana. Ukisoma Qur'ani kwani wengi waliosoma Qur'ani halafu wakasoma vyuo vikuu, basi wanaendelea vizuri sana, kwa sababu ya kwamba wamemtanguliza sana Mwenyezi Mungu, wametanguliza wame sana Qur'ani na sisi tukimshika Mwenyezi Mungu, tukimshika Mtume Muhammad, tutashinda katika vita vyote tulivyo navyo, sii mwanipata eh. Basi Mwenyezi Mungu atujalie katika wenye kum, kumshinda shaitani. Tumshike Mwenyezi Mungu subhanahu wataala na mtuwe Muhammad Mwenyezi Mungu atuline na kila maadui. Mungu atupe watoto wetu fahamu kubwa, ili tuweze kumshinda sheitani na maadui wa, wa, wa hadha wahadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wabarakatuh, na mi nawagaa.